Wito wa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa mujibu wa sheria mwaka 2025. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele anatoa wito kwa vijana waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha sita mwaka 2025 kutoka shule zote za Tanzania bara kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria. Sanjari na wito huo, Jeshi la Kujenga Taifa limewapangia makambi watakayokwenda kupatiwa mafunzo, na wanatakiwa kuripoti makambini kuanzia kesho tarehe 28 Mei hadi tarehe 8 Juni 2025. Wahitimu wenye mahitaji maalum and physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu Jeshi la kujenga taifa iliyopo Mlandizi, mkoani Pwani, ambayo ina miundo mbinu ya kuwahudumia watu hao. Orodha kamili ya majina ya vijana hao, makambi ya JKT waliopangiwa, maeneo makambi hayo yalipo, na vifaa watakavyotakiwa kwenda navyo, inapatikana katika tovuti ya jeshi la kujenga taifa ambayo ni ww www.jkt.mil.tz. Aidha, ili kufahamu kambi kijana aliyopangiwa, kijana anatakiwa kuingiza jina la shule au namba ya shule aliyohitimu elimu ya kidato cha sita. Mbele ya jina la shule yake ataona neno lililoandikwa waliochaguliwa. Akichagua neno hilo ataona jina au majina ya waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria mwaka 2025, ikionyesha kambi aliyopangiwa, mkoa na wilaya ilipo kambi hiyo. Ili kuona majina yote ya vijana na kambi walizopangiwa, mtumiaji atapakua JKT PDF 2025 iliyopo juu kulia katika ukurasa huo. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Generali Rajab Nduku Mabele anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha sita mwaka 2025 ili waweze kujiunga na vijana wenzao katika kujengewa uzalendo, kufundishwa nidhamu ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulilinda na kulitumikia taifa lao.